na tujalie afya njema ili tuweze kutoa darsa hizi inshaallah. Kwenye kitabu chetu hichi, muendelezo wa kitabu chetu kinaitwa La yaruddu alqadaru illa duau. Kwa wale wenye vitabu tupo ukurasa nambari 33, na kwa wale wenye vitabu tupo ukurasa nambari 33. Inshaallah leo nitakusomea dua hii ikiwa nyumba yako ina matatizo, ikiwa nyumba yako ina mitihani, ikiwa nyumba yako ina misukosuko, usiku hamlali, mnatishwa, basi inshaallah, chukua maji kwenye ndoo. Kisha ukisha chukua ile maji kwenye ndoo, maji yale yasomee dua hii mara saba. Sawa, chukua maji kwenye ndoo, kisha maji yale yasomee dua hii mara saba. Ukimaliza kwa kusomea majani dua hii mara saba, utarashia katika kuta zako za nyumba ndani kote, kwa uwezo wa Allah subhana wa Ta'ala, kama kuna ubaya wote ambao umo ndani ya nyumba yako, basi Mwenyezi Mungu ataondoa ubaya huo na mtaishi kwa salama. Kama kuna sihri, kama kuna hasadi, kama kuna majini mashetani, yote Mwenyezi Mungu ataondoa inshallah. Dua yenyewe inasema hivi. Allahumma ya man biyadihi nasibati ya alima bidhulli wa maskanati

mara saba. Kwa uwezo wa Allah, maji yale ukisha somea mara saba, yale maji utakuwa na rashia rashia katika kuta zako za nyumba yako. Mwenyezi Mungu akikujalia kheri ukaipata klipu hii, basi ifanyie kazi inshallah, na Allah atakulinda wewe na familia yako wewe na nyumba yako, na hasadi yote hatakupateni kwa inshallah. Dua hii ukihitaji basi jiunge na grupu langu la WhatsApp, nitumie SMS kwa namba zangu za WhatsApp: sifuri saba sabasaba sabini na tisa tisini na tatu hamsini na tisa. WhatsApp namba ni sifuri saba sabasaba sabini na tisa tisini na tatu hamsini na tisa. Nitumie SMS WhatsApp ili nikuunge katika grupu la WhatsApp, kisha nakutumia kutumia dua hii kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukutane katika vipindi vinavyokuja mbele, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.